Eh, ikiwa ni CDF Mgunda aliyetoa kweli tamko hili la kwamba atakubaliana tena na vitendo vya utekaji nyara, atavumilia tena, mm, alikuwa na maanisha kwamba wimbi jipya la mauaji ya kikatili na utekaji nyara ndo linaenda kuanza rasmi, kwa sababu mara baada tu ya kauli hiyo mara baada tu ya kauli hiyo ndipo e, kumekuwa sasa na vitendo tena ambavyo mimi nijua kwa vyote vile, nchi yetu ni kama bado tuko kwenye bonde la uvuli wa mauti na wea, wa, wa, wa, watu ambao damu zao zinatakiwa sana pengine ni akina sisi ambao tunasema neno la Mungu ni kupinga mabaya au yale ambayo wewe hupendi kutendewa au familia yako singependa watendewe. Kwa hiyo eh, mfanyabiashara huyu wa Arusha, ndani ya wiki moja umetoka pia taarifa ya mfanyabiashara wa Kigoma na taarifa zingine nyingi nyingi. Jadili hizi mbili za wafanyabiashara wawili, ni tafsiri, wimbi jipya la utekaji na mauaji ya kikatili linaibuka rasmi. Kama ni Mgunda, aliyesema haya, si Mgunda, si Mgunda anyway. kama ndiye aliyesema haya kwanza kwa vyote vile nilijua ni, ni kuchezeana kwa sababu uwezi ukasema, unawezi ukadhibiti matatizo yanayokuja wakati husemi yaliyotokea umefanya nini? Na kama sio Mgunda, mkunda sio aliyesema, yuko kimya kama tulivyomzoea, dhidi ya utekaji, utesaji, uuaji, mauaji ya kikatili kwenye nchi yetu, Watanganyika tunaona nini? Watanganyika tunadhani, sasa tutapita wapi? maisha yatakuwaje? Eh, nimewahi kusema na nitaendelea kusema. Kwamba ikiwa Mgunda si mkunda alimaanisha kwamba ni wimbi jipya la utekaji, kama ndio aliyesema wimbi jipya la utekaji na mauaji ya kikatindo limeanza rasmi, au hayo yote ye, hajawahi kusema hayo yote ni hao wote hao, nisisimizi, hakuna mtu anayetekwa? hao au wote wanafia kwa mganga hao? au wote wanajiteka wenyewe wanajiua wenyewe basi? Mtakubaliana nami kwamba nchi yetu iko kutimiza unabii wa kitabu cha Danieli 11 mstari wa 21 ambao unazungumzia aina ya mtawala ambaye hakudhaniwa kwamba anaweza kuwa mtawala, kama vile mwanamke kwenye nchi yetu. Sidhani kama iliwahi kudhaniwa anaweza kuja kupewa utawala, kupata utawala. Inatamka mtawala ambaye hakudhaniwa, mtu wa kudharauliwa kabisa, mtu wa kudharauliwa. Sitapata mda wa kusoma, nimeshasoma sana andiko. Alikuwa mtu wa kudharauliwa lakini akaupata utawala kwa njia ya kujipendekeza. Moja ya matukio yaliyomo mle ni kwamba palikuwepo na mtawala pamoja naye au kabla yake, ambaye wa nyumbani mwake walao chakula naye, walimuua kwa sumu. Kwa mujibu wa Bibilia, unabii wa Bibilia, mtaona inawezekana kabisa nchi yetu iko kutimiza unabii huo. Mtu huyu alitumia rasilimali na, kwa namna nyingi za kuzinunua ngome zote zenye nguvu. Ngome zenye nguvu kwenye mahakama ni bunge, mahakama kwenye nchi. Ngome zenye nguvu ni bunge, mahakama, vyombo vya ulinzi na kwamba wote waliomkubali aliwazidisha na kuwaongeza, waliokubali namna zake zote za mateso za kuumiza watu, na aliigawa nchi kwa rushwa, na ya kwamba alisimamisha chukizo la uharibifu. Walokole wanajua chukizo la uharibifu nili mnyama fulani, lakini chukizo la uharibifu kiuharisia yako matendo yaliyoonekana yatatendwa, ndio chukizo la uharibifu. Chukizo la uharibifu ni, ni kama kuwalazimisha watu kwa pengine, hivi navyowaua sana, mauaji haya navyowatesa sana, tunavyoishi wachache kifahari, wengi mnaishi kwa kutabika, wote imbeni kwamba hayo ni maendeleo, wote imbeni kwamba hiyo ni kazi nzuri. Chukizo la uharibifu ni kitendo cha kuudhi zaidi kihalalishe kuwa ni maisha ambayo wote mtatakiwa muyakubali. Hilo ndo chukizo la uharibifu. Sasa endelea kushika chukizo la uharibifu ambalo liko kichwani mwako kitahila n tuachane na chukizo la uharibifu. Yalitajwa mambo kadha wa kadha, kwamba naye atawapata wengi kwa njia kujipendekeza lakini atawateka nyara wengi siku nyingi, atawaua wengi watu wema siku nyingi. Kasome hiyo Danieli 11 kwenye msara wa 21 utaona namna hizo. Niliwahi kusema ikiwa anganyika ndo imeangukia kutimiza unabii huu ambao kwa asilimia kubwa inaonekana sisi ndo tunaotimiza. Niliwahi kusema tutanywea, ni zaidi ya kunywea maji kwenye karai, basi mjue tutauawa mpaka watu wote wataelewa. Anasema basi sisi ndo tunaotimiza ili andiko, tutauawa ili ionekane neno la... Neno la Mungu halikudanganya. Unabii wa Daniel wa zaidi ya miaka elfu mbili ulikuja kuilenga Tanganyika na kama ni hivyo, e, Bibilia ilisema kulikuwa na cha kufanya ambacho wenye hekima walifundisha wengi wal walifanya wali wanachoweza kufanya yani, mpaka utawala unakuja kuanguka. Wenye hekima walikuwa na wanayo wana, wana, wana, wana ya kufanya nina njia mbalimbali inayohamasisha kila mmoja wetu ajaribu kufanya namna ili kipindi hiki tutafute njia kipindi hiki kipite lakini kama unadhani 2030 kitakuwa kimepita, kama unadhani utajificha uta, wewe utashughulika na mambo mnayoita ya kiharakati, mnayoita ya wengine, wewe utashughulika na mambo yako. Kuna tajiri wa dereva kule, nadhani ni kule Mwanza, dereva wake aliendesha gari, sijui kama alimpania askari kumuua, akamgonga na tajiri kakamatwa, anashughulika na mambo yake. Inawezekana kabisa, kina Shabib kina Abud na wengine wengi magari yao hugonga watu, ulisababisha vifo, huwa wakamatwa akina Abud akina Shabib? Lakini yule dereva na tajiri wake wamekamatwa. Hajishughulishi na mambo ya wengine, lakini mambo yake hayo hayo, imepatikana namna ya kumwonea humohumo kwenye mambo yako hayo hayo ambayo wewe umeamua umemwangalia, mambo yako tu, itapatikana sababu na njia yako kuonea, kwa sababu watu ambao kazi nzuri, kazi nzuri, maendeleo wameshayatasiri, ni kuonea watu, ni kuua watu, ni kuumiza watu, ni kuwa na jamii inayolia. Na sisi kama hatutakuja kuona tumeshashindwa uongozi na hatuwezi hatu kusafisha haya tuliyoyafanya, kwa wema wowote tutaendelea kuhakikisha tunawatendea tunatuonekana ni twema, mpaka wakubali kwamba hivi hivi ndio aina ya maisha. Ujue yeyote unayejishughulisha na mambo yako utai kushughulisha na mambo ambayo Biblia ilishauri kwamba mtu yoyote, mtu asishughulisha mambo yake bali angalie mambo ya wengine. Naomba uelewe, tutakapotangulia sisi, utafuata wewe. Inawezekana kabla hatujafikiwa sisi, utafikiwa wewe, na hautakuwa na mtu wa kukutetea au wa kusema effectively au kwa uzito sawa na utakachokuwa unakipitia hapa. Sitaongea sana kwa habari ya nini tufanye. Kama inakupendeza, kama kuna vyamana naongeaga, fuatilia katika baadhi ya vitu, baadhi ya clip ambazo wanaongea. Lakini kama ndo wimbi jipya la utekaji na moja kikatili imeanza, inawezekana hata wewe uliyetulia kabisa utaonewa kwa sababu jamii ambayo kila mwenye ubabe ana haki ya kumfanyia chochote yoyote, basi ujue na wewe hapo unapoishi, yuko mwingine ana mahusiano na watu hao, ana ubabe huo, atakuonea, si kwa namna unayosema ya kisiasa au kwa sababu unapinga mauaji. Hao wote walio magerezani ambao unajua wameonewa wote waliouawa, ambao unajua walikatishwa uhai wao, na kuhakikishia, asilimia 98 ya hao hawajishughulishi kabisa na kutetea watu wengine na kupinga maovu, walionewa, walikutwa kama wewe. Heri ungekutwa na baya wakati watu wote wanakujua kwamba ulikuwa mstari wa mbele. Kuwa mstari wa mbele sio karama, sio wito ni moyo wa kujua kwamba tukikaa tunakufa, tukisema tunakufa, ni afadhali tuwe tunasema kwa sababu Mungu tunayemwomba atuokoe, atusaidie, huokoa ikiwa watu na wenyewe wanajaribu kufanya. Sema hubariki kazi ya mikono ya watu, sio anabariki tu mtu kwa sababu ametaka kumbariki, lazima mtu awo anawajibika. Huokoa ikiwa tunatimiza kile ambacho aliyowahi kuwaokoa Walikuwa wanajaribu kufanya, wanalia, wanalalamika, wanapiga kelele, wanajieleza, wanatafuta msaada huku na kule, kibinada. wa kibinadamu, Mungu aliwai kuwahurumia nje na hapo. Achainyeshe tuone patakapovuja. Imenyesha imetuvujia sana wengine lakini nimesikia bado inaendelea kunyesha, inawezekana ita, hii inayofuata sasa itakuvujia wewe. Asante, naongera kwa kunisikiliza.